Hatimaye ajira poto wameweza tena kutoa nafasi za kazi na walioweza kuitwa kazini katika ha, walioweza kuitwa kazini katika Wakala wa Misitu majina yenu ni kama yafuatavyo, lakini hii ni kwa wale waliofanya usaili kati ya tarehe 28 mwezi wa 7 2025 na tarehe 6 mwezi wa 8 2025, lakini pia majina haya yamejumuisha baadhi ya wasailiwa waliokuwa kwenye database kwa kada mbalimbali uliopangiwa vituo vya kazi baada ya nafasi kupatikana. Wasaili wote waliofaulu usaili huu na kupangiwa vituo vya kazi, unachotakiwa kufanya ni kupakua barua yako katika akaunti yako ya Jirapoto katika sehemu ya My Application na kwenda kuripoti nayo katika kituo chako cha kazi ulichopangiwa. Aidha, waombaji kazi waliofaulu usaili na kupangiwa kituo cha kazi wanatakiwa kuripoti kwa mwajiri katika muda ambao umeainishwa kwenye barua za kupangiwa kituo cha kazi wakiwa na vyeti halisi yani original certificate kuanzia kidato cha nne na kuendelea. Na kwa wewe ambaye jina lako halipo katika taarifa hizi au katika PDF hii, jua ya kuwa haukupata nafasi au haukufaulu usaili, hivyo usisite tena kuomba kwa mara nyingine nafasi zitakapotangazwa. Na majina ya walioweza kuitwa ni kama jinsi yanavyoonekana, Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania TFS, Conservation Rangers, Drivers Majina ni kama jinsi yanavyoonekana. PDF hii utaipata katika grupu letu la WhatsApp, link nimekuwekea katika description ya video hii. Kwa hiyo join katika description, join katika grupu letu ili uweze kupata PDF hii, lakini pia utapata update zote kuhusu ajira, elimu, pamoja na mbinu mbalimbali ya kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako tu ya mkononi. Karibu na asante.